Tumeendelea kuratibu jitihada mbalimbali zikiwemo ujenzi na uunganishaji wa mifumo mbalimbali ya kiserikali, lakini ikiwemo pia suala so zima la utoaji wa vifaa vya TEHAMA ili kuhakikisha kwamba TEHAMA inaendelea kuwa nyenzo muhimu katika utoaji wa huduma, lakini pia kuwezesha ukuaji wa uchumi wa kidijitali. Tumia vifaa hivi, hatuna shaka mtavitunza vizuri, lakini matumizi sahihi tukitambua dunia tulionayo hivi sasa, tunaamini havitatumika kwa matumizi mengineyo tofauti, ikafanye kazi inayokusudiwa kama ambavyo mliomba katika maombi yenu. Lengo letu ni kuona mnaendelea kutumia matumizi ya TEHAMA katika swala zima la utoaji wa haki, katika uratibu wa mashauri, katika uandishi wa miswada. Kwa upande wetu sisi Wizara ya Katiba na Sheria, napenda kusisitiza kuwa msaada huu wa vifaa vya TEHAMA ni chachu muhimu sana ya kuharakisha mageuzi ya kidijitali ndani ya wizara na taasisi zetu. Vifaa hivi vitatuwezesha kuhamia kwa kasi zaidi kutoka mfumo wa kawaida wa karatasi kwenda mfumo wa kielektroniki kama ilivyoelekezwa na serikali na pia kama wizara yako inavyosisitiza ambao ndio muhimili mkuu wa utendaji ndani ya serikali. Mheshimiwa Waziri, kwa kutumia vifaa hivi, wizara yetu na taasisi zake tutaendelea na tutaweza pia, miongoni mwa mengine, kufanya afatayo: tutaendelea kuimarisha na kupanua matumizi ya mfumo wa e justice katika utoaji wa huduma za haki, tutaendelea na mfumo ya usajili wa kielektroniki kwa maana e registry, kwa nyaraka na mikataba na taarifa za kisheria Tutaendelea kuimarisha mifumo ya usimamizi wa mashauri ya kesi case, case management system, lakini pia kuongeza matumizi ya majukwaa ya kidijitali katika huduma za msaada wa kisheria na mashtaka, pia kuimarisha uhifadhi wa kumbukumbu kumbu zetu digital archiving. Na hii mheshimiwa waziri ni dhamira ya wizara yako kuhakikisha serikali yetu inakuwa ya kidijitali.